Ya miaka iliyopita miaka mingi zaidi ya mia imeanza kukatwa, na tumekuja kwa hasira sana, kwa sababu tungetaka kukemea hili jambo. Forest hawajatoa ruhusa ya kukata miti, kwa hivyo hata wakisema wanaenda ku investigate investigation haiwezi kukamilika mpaka forest department ituambie ilikuwaje hii miti ikakatwa. Hii ni dhuluma, na pili, hapa kuna wale tunaita popo ambao ni special wanaishi hapa. Sisi tunaona hawana kazi lakini wako kazi, kazi kubwa sana kimazingira. Kukata hii miti ni kuwafukuza hii. Hii ndio shamba tu peke yake imebaki ya kutupatia kijibaridi hapa Mombasa. Kila nafasi iliyopatikana wamejenga majumba marefu marefu magorofa. Kwa hivyo sisi tumekuja kukemea ile jambo, na sisi wananchi, mkipata mtu anakata mna ruhusa ya kumkamata na vitu vyake hivyo. Napatiwa simu mara moja kutoka Nairobi kuwa wanakata miti, si mti, miti Uhuru Garden Mombasa. Nataka kutuataka. Na tunaona nmahuduhi shaba si miti peke yake. Hii Uhuru Garden ina historia ya kugrabiwa. Nakumbuka nyakati nyuma iligrabiwa. Sasa watakakata miti pole pole, pole, pole, pole pole, alafu waingie wairambe hii garden yetu. Na licha ya hapo, nasikia serogai kule walikata mti ile nyingine pia wamekata na wakatuambia wenyewe kuwa miti 19 imekuwa identify wamepatiwa na serikali ya kaunti wakate miti hiyo. Tutakubali? mazingira yenyewe Mombasa kwisha, kalas. Hapa joto mara, sijui mbaridi imeingia, upepo unaingia lekea, namna gani, chukugunya mara nini, yote ni mambo ya environment. Lakini leo pakavu mchana peupe, watu wapita, wakata miti mi, more than 100 years nasikia. Tutatoka na njia zote za kisheria, na wamesema miti 19.